Na mtazamaji wa Faida Online TV, leo ni tarehe 8 ya mwezi wa tatu 2025. Na ifikapo tarehe hii kila mwaka, dunia inaadhimisha siku ya wanawake duniani, na hapa nipo eneo la Mikindani ambapo chama cha wananchi CUF uh, wilaya ya Mtwara mjini wamefanya maadhimisho hayo kupitia siku hiyo adhimu ya wanawake kwa kufika katika kituo cha Mikindani ya Tima Foundation ili kuwashika mkono watoto ambao wanalelewa katika kituo hiki kwa kuwaletea sabuni na zawadi mbalimbali ili kuonesha ushirikiano wao ama kusherehekea pamoja na watoto hao, kama ambavyo tunafahamu wakina mama ndio walezi katika dunia hii. Jina langu naitwa Habiba Mpimbita wa Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu ili kwa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa Faida. H chama. cha chama, chama, chama. Kwa jina naitwa Fatuma Asmani Kalina ni mwenyekiti wa Amasa wilaya Mtwara, pia ni mwenyekiti wa kata, kata ya Tandika, pia ni mjumba mkutano mkuu taifa kupitia chama cha Suefu. Tumekuja hapa kwenye kituo cha watoto yatima kuja kuwaangalia kama sikukuu yetu ya wanawake kidogo, tucho, tucho, kwa hiyo tumekuja kuwapa kidogo tulichokuwa nacho kwa hiyo lengo letu ni kubwa, ni kuadhimisha siku kuu yetu ya wanawake na kufurahi na vijana wetu kama ni wanawake. Kama mama, umejisikiaje sasa kuwashika mkono hawa watoto? Mimi, mimi kwa kweli nimejisikia raha kuwashika hawa mkono watoto, kwa sababu sisi ndo kinamama tuliwaza hawa watoto, lazima nijisikie raha kwa furaha leo na kufika hii siku ya sikukuu ya wanawake. Ama kwa jina naitwa Asha Muhamedi Asani Nawate, ni mwenyekiti wa jumuiya ya kinamama Juke Kafu wilaya kwa siku ya leo ni faraja, kama ni akina mama, kama ni sikukuu ya mwanamke na kama sisi wanawake tuna furaha kubwa kama ni mwanamke, mwanamke mama ni mama, mama ndiye anejenga huruma ndani ya familia na kuangalia watoto ndani ya familia, na anatakiwa mama awe na huruma wa kuelewa familia. Kwa siku ya leo tumejisikia furaha, tukawa na hazima kubwa ya kutembelea kwenye kituo chetu, ambacho kituo kinaongozwa na mama yetu, mama Hosama, ndo kiongozi mkuu wa kituo hiki. Kwa, kwa hiyo tulikuwa na haja tumtembelee vipi na kumpongeza huyu mama kwa shughuli anayoifanya, tukaona sisi tuna, tuna ulazima kabisa tutembelee ndani ya kituo hiki, sababu ni kazi ngumu kutumia watoto kulea watoto ni kazi kubwa. Kwa hiyo kwa hili kwa Mwenyezi Mungu huyu mama kwanza mbariki, na sababu zake tazikuta kwa mwenye Allah mwenye Mwenyezi Mungu ndio ndoyote mwenye kutoa. Kwa jina naitwa Muhamedi Salumu Riadu, mimi ni mwanachama wa chama cha wananchi kafu, pia nilikuwa mwenyekiti wa kata ya Mtonya. Sikukuu ya wanawake, lakini sisi kama wanaume, maana watu wanajabu kwamba anaongea mwanamume, mwana tumekuja kuwapa supporti mke na mume ni kitu kimoja, wanafanya jambo moja likaeleweka na likafadhalika. Ndio maana huyu mama anawatunza hapa watoto hawa yatima. Na sisi leo kama chama cha wananchi kafu tumechukua zawadi ndogo kulikana, kutokana na kiasi tunachokiweza, tumechukua kiloba kimoja cha sabuni kwa mama mtunza watoto yatima. Umejisikiaje kama baba kufanya jukumu hili la? Kama baba nimejisikia faraja kwa sababu kuna wababa wenzangu walitangulia mbele za haki, na mimi nitakwenda huko huko. Kwa hiyo nikiomba na mimi au na wengine wakienda mbele za haki, na hao watoto wateko wayatima wasaidiwe kama tunavyowasaidia sisi leo. Mimi kwa majina naitwa Rabia Jadi au almaarufu Mama Usama. Mimi nashukuru Mwenyezi Mungu kwa zawadi ya leo ya kuwaletea watoto wangu wa yatima hawa, tumefarijika, nimefarijika na nashukuru Mwenyezi Mungu. Kwa hiyo watakoguswa na hili tukio tuki la leo walilolifanya wanakafu, basi wajitahidi na wao waje kutoa mchango wao. Mimi kituo hapa kinaitwa Mikindani Yatima Foundation na tuna watoto wasiopungua mia moja na hamsini na tano kwa hiyo hawa watoto ni wanyonge, wanajisikia vibaya kukosa mama, wengine kukosa baba na mama. Kwa hiyo tunawaomba wanajitokeza fadhili mbalimbali kuleta vitambaa vya kanzu, hawana viatu hawa, hawana vijuba hawa, wanataka kushona. Wengine wamepata vitambaa tu, lakini mashono bado hawana. Kwa hiyo tunawaomba fadhili yoyote yule anaejisikia waye ni binadamu akuwasaidia wa watoto hawa yatima basi ajitokeze atuletee angalau hela za mashoni watoto washonewe na wao wapendeze. Kwa majina, naitwa Husna Dhali Mwarabu. Nashukuru kutusaidia kwa kutusaidia, Mwenyezi Mungu nanyewe awasaidieni katika maisha yenu. Unasoma wapi? Nasoma shule ya sekondari Mkindani. Kidato cha ngapi? cha tatu. Um, umejisikiaje leo kupata hizi zawadi za sasa? najisikia vizuri. Um, una kipi cha kuambia chama cha CUF nawashukuru kwa kutusaidia katika mliyotufanyia chama hiki, na nyinyi Mwenyezi Mungu atawasaidieni. Naam, kama ambavyo umejionea wakina mama hawa wakisherehekea pamoja na wababa e, wa chama cha wananchi CUF kwa ajili ya kusherehekea siku hiyo muhimu ya wanawake duniani. Mimi sina la ziada. Jina langu ni Haiba Mpimbita. Hii ni Faida Online TV. Nikukumbushe kusubscribe chaneli yetu, ili kuwa wa kwanza kupata taarifa mbalimbali kutokea maeneo mbalimbali kusini mwa Tanzania. Hakika sisi ni watu wa firdi.